Mimi kwa jina naitwa Josephat Mwaipaja, uh, ni manager wa mamlaka ya mapato kwa wa Singida. Uh, tumewaiteni siku hii ya leo mahali hapa kama sehemu ya kuhamasisha ulipaji wa kodi kutoa elimu kwa lipa kodi na pia kuhamasisha ulipaji wa kodi. Uh, kama mnavyojua, uh, mwezi huu ni mwezi wa sita, ni mwezi ambao awamu ya pili ya kodi inapaswa kulipwa. Ah, nadhani mmetuona tumepita kwenye maduka mtaani humo, tumekutana na walipa kodi mbalimbali, tumewasikiliza changamoto zao, tumewahimiza kulipa kodi wale ambao hawajalipa, na pia tumewahimiza ku, ku, ku, kuwasilisha ritani za kodi wale ambao hawajalipa na masuala mbalimbali na vitu vingine ambavyo wa wao walikuwa wamependa kuvisikia, tumevisikia. Changamoto nyingine ambazo wa, wametueleza, tumeweza kuzipatia ufumbuzi sehemu ile ile ya biashara yao. Kwanza niseme kabisa uh, tunawashukuru washukuru walipa kodi ni watu, am, am, ni watu ambao wamekuwa wakitupa ushirikiano katika utendaji wetu wa kazi. Niseme tu toka tuanze mwezi, mwezi Julai mwaka 2024 mpaka mwezi Mei, kama mkoa tumekuwa tukivuka malengo mfululizo mpaka sasa. Uh, lengo letu la mwaka kama mkoa ni kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 30.54, uh, lakini mpaka sasa Uh, katika miezi 11 tulikuwa tunapaswa tukusanya kiasi cha shilingi bilioni 27.23, lakini tumekusanya kiasi cha shilingi bilioni 29.79 ikiwa ni ufanisi wa asilimia 109. Lakini yote haya tumefanikiwa kutokana na ukaribu, ushirikiano na elimu ambayo tunaendelea kuitoa kwa walipa kodi kuhakikisha kwamba kila mtu anajua wajibu wake kwenye masuala mazima ya kodi. Tunapofanya makadirio uh, kwa mfanyabiashara tunazingatia mzunguko wake na faida yake, kwa sababu uh, tuna makadirio aina mbili. Kuna wafanyabiashara ambao mauzo yao kwa mwaka hayazidi kiasi cha shilingi milioni mia. Wafanyabiashara wa aina hiyo, watu binafsi, huwa wanafika katika ofisi zetu za mamlaka ya mapato, wanafanyiwa mahojiano na maofisa wetu, mwisho wa siku wana wana wana establish rekodi ambayo inapaswa kulipwa, lakini pia tuna wafanyabiashara wa aina nyingine ambao ni wale mauzo yao kwa mwaka yanazidi milioni mia hao tunaamini kwamba wamefikia kiwango cha kutunza kumbukumbu kumbu zao. Uh, hao watu huwa tunawakadiria kwenye faida. Kumbuka wale wafanyabiashara ambao mauzo yao yako chini ya milioni mia, wale tunawakadiria kupitia mauzo, lakini hawa mauzo ambayo yamezidi milioni mia na kuendelea, wao makadirio yao yanafanyika uh, kupitia faida, na sheria wao imewataka ime, ime, ime wawasilishe litani wajifanyie makadirio wenyewe kulingana na mwenendo wa biashara yao wanavyouona. Kwa hiyo wanaingia kwenye mfumo wetu, wanawasilisha litani zao wakionyesha kiasi cha faida na kiasi cha kodi ambacho wanapaswa kukilipa ndani ya mwaka husika. Ndugu mtangazaji, niseme tu kila kazi haikosi changamoto. Aa, moja ya changamoto ambayo tunakutana nayo tunapokuwa tunafanya shughuli zetu ni mwa, aa, mwitikio ambao sio mzuri kwa baadhi ya walipa kodi, kuto kutoa risiti za mauzo ya bidhaa zao. Wengine hawatoi kabisa, lakini wengine wanatoa risiti ambazo hazifanani na thamani ya bidhaa. Sasa hiyo ni changamoto pia, na hicho kitu kinapelekea kuikosesha serikali mapato. Kwayo naomba nichukue nafasi hii uh, kuwasitiza ndugu zangu wafanyabiashara kuhakikisha kwamba wanapouza bidhaa zao au wanatoa huduma yao basi watoe risiti sahihi kulingana na ile bidhaa au huduma walioitoa. Na pia sisi wananchi tutengeneze utamaduni wa kudai risiti pale tunapoenda uh, kununua bidhaa au huduma. Faini zipo kwa mtu ambaye hatoi risiti, na pia hata mnunuzi naye anaguswa na faini pia. Kama hujadai risiti, kuna faini. Sheria ipo wazi Ute, kwa mnunuzi ambaye udai risiti Uh, sheria uh, ukipatikana na kosa sheria inakutaka ulipe faini shilingi au asilimia ishirini ya kodi ambayo ingepotea, kwa hiyo kutodai risiti. Kwa hiyo tunaangalia kikubwa kati ya hicho, lakini pia kwa mfanyabiashara ambaye hutoi risiti za mauzo uh, sheria inasema faini yake ni kiasi cha shilingi milioni mbili au asilimia ishirini ya ya ya, ya, ya, ya thamani ya bidhaa ambayo imeuzwa, tunachukua tunaangalia kipi kikubwa kati ya hivi lakini pia sheria inasema hiyo faini isizidi kiasi cha milioni nne, kwamba ukilinganisha kati hiyo viwili kama itatokea faini zaidi ya milioni nne basi sheria inatutaka upigwe faini ya milioni nne. Sasa na naomba nichukue nafasi hii kuwakumbusha wafanyabiashara tusijiingize kwenye matatizo ya kulipa faini ambazo mi naona pengine sio za lazima. Aa, kila mtu aangalie namna ya kwa kuhakikisha kwamba anazingatia taratibu za kodi kwenye kufanya biashara yake. Aa, mimi niseme tu kama ambavyo nimesema mwezi huu wa sita ni mwezi ambao awamu ya pili ya kodi inalipwa. Kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii kuwakumbusha wafanyabiashara kuhakikisha kila mmoja analipa awamu ya pili ya kodi. Kwa yule ambaye hajakadiriwa, afika katika ofisi za mamlaka ya mapato tumfanyie makadirio alipe kodi. Pia kuna wafanyabiashara ambao wana malimbikizo ya kodi. Kwa namna moja au nyingine, wako ambao wanaogopa kufika katika ofisi za mamlaka ya mapato kwa sababu tu wanadaiwa madeni ya kodi. Sisi kama mamlaka ya mapato tumetoa nafasi ya wafanyabiashara hao kufika katika ofisi zetu, tunakaa tunajadiliana, ni namna gani utalipa lile deni la kodi, huku biashara yako ikiendelea. Tunataka ulipe deni la kodi, lakini biashara yako isiathirike. Kwa hiyo, wale wote ambao wana malimbikizo ya kodi, nichukue nafasi hii nitoe wito, wafike katika ofisi za mamlaka ya mapato kwa ajili ya kujadiliana, ni namna gani tutafikia tuta, tuta makubaliano kwenye kulipa ayo madeni ya kodi. Biashara inakwenda vizuri, tunakwenda vizuri na makadirio, tuishaanza kulipa kuanzia awamu ya kwanza na ya pili pia. Tuna, tunatarajia kulipa, na TRA tunakwenda vizuri, wanatusikiliza changamoto, wanatusikiliza wanatusaidia kuzitatua, na sababu tunakwenda nao vizuri, wanakuja kwa wanatuelekeza hivi na hivi, basi tunatekeleza jinsi wanavyo wanavyotuelekeza changamoto kwa kweli zimepungua, hamna, zimepungua tofauti na kipindi cha nyuma, lakini sasa hivi tunakwenda vizuri, wamekuja maafisa, wanakwenda vizuri, wanatuelekeza hivi. Ukienda ofisini wanakukaribisha vizuri, wanakuhudumia vizuri. Kwa kweli changamoto ni hamna, kwa kweli huduma tiarewe kisha kikubwa ni matangazo na kutupa taarifa mapema kabla ya, ya hiyo shughuli ya ijaanza. E, um, tunachoomba kwamba TRA watupe taarifa mapema kwamba kuna kuna jambo fulani linakuja, basi watutaarifu mapema kabla hata ya, ya wiki mbili au tatu mbele ili tuweze kulikabili hilo suala. Mpaka um, sasa hivi tumesha tumeshakadiriwa kodi ya mwaka huu, tumekadiriwa mwezi wa tatu kwa vipindi vinne, mpaka sasa hivi tushalipa awamu mbili. mm, changamoto changamoto hakuna sana, maana tulichokadiriwa ndo ni sahihi kutokana na biashara zetu tunazofanya. Kwa hiyo changamoto kuhusu makadirio makadirio yameendana na mauzo yetu pamoja na manunuzi yetu. Kwa hiyo tuna cha kuwashauri TRA waendelea kutoa elimu kwa walipa kodi pamoja na wanunuzi ili ku, ili kuongeza ufanisi na kila mtu alipe alipe kodi bila shuruti. Kila mtu alipe kodi bila kusukumwa, aone kwamba haya ni maendeleo ya taifa.